Kwanza kabisa niwakaribishe sana ndugu zangu waandishi wa habari na niwape pole, kwa sababu ni short notice tumetangaza uwepo wa mkutano huu waandishi wa habari, lakini mmeitikia kwa wingi sana kuja hapa. Kwahiyo pia niseme asante kwa kuonyesha mnajali na mko tayari kuhabarisha umma yale yote ambayo yanaendelea kwenye klabu yetu kubwa, ambalo tumewaitia hapa siku ya leo mida hii ya jioni hapa makao makuu ya klabu yetu ya Yanga. Uh, leo wote mmeshuhudia uongozi wa klabu ya Yanga Africans tukiongozwa na makamu wetu wa rais, tukiwa kwenye ofisi za bodi ya ligi ya Tanzania na tulikwenda leo pale mahususi kabisa kwa ajili ya mkutano. Uh, siku ya tarehe saba bodi ya ligi kuu hapa Tanzania iliwaandikia uongozi wa Club Young Africans barua ya kuwaomba kushiriki kwenye kikao, na walikiita kikao maalum ambacho kilikuwa na ajenda moja tu, kujadili yanayohusu mchezo namba 184 na mchezo wa Kariakoo Derby kati ya Club Young Africa na Simba Sports Club na katika barua hiyo bodi ya ligi walituomba kwamba ushiriki wetu ni muhimu kwa maslahi mapana ya klabu yetu, ligi kwa ujumla, na mchezo wa mpira miguu hapa Tanzania. Wito huu ulikuja siku ya tarehe saba, na leo uongozi wa klabu uh, wa klabu yetu ya Yanga ukatii wito huu kwa kufika kwenye ofisi za bodi ya ligi majira ya saa nne kamili asubuhi kwenda kusikiliza ambacho tumeitiwa kama ambavyo ajenda kuu ilielekeza kwenye barua, ndivyo ambavyo mwenyekiti wa bodi ya ligi Steven Mguto alifungua kikao na kutueleza sababu ya kutuita. Na kimsingi alijikita kwenye kuelezea lili ambalo aliliainisha kwenye barua ya wito kuhusu mchezo namba 184 wa Kayakodadi. Walitaka kusikia kutoka upande wetu wa klabu Yanga Africans na sisi tusikie kutoka kwao kuclarify. Hapo nimeona waandishi wengi, wachambuzi wengi, mmeandika kilikuwa ni kikao cha maandalizi ya mechi. Si kweli, hatukwenda kudiscuss maandalizi yoyote. Tulikwenda kudiscuss hiyo sintofahamu ya Kariakoo dabi, mchezo namba 184. yamejadiliwa mengi kwenye kikao kile na sisi Club Young Africans tulipopewa nafasi ya kuzungumza tulizungumza mengi vile vile, kama ambavyo uh, bodi ya ligi ilizungumza mengi pia kupitia kwa afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi na baada ya pale tulifunga kikao kwa mwenyekiti wa bodi ya ligi kutujuza kwamba amepokea yale ambayo Club Young Africans imeyafikisha na wanakwenda kuyafanyia kazi, na CEO wa bodi ya ligi alisisitiza kwa uharaka wa ambayo tumeyasema na uharaka wa mchezo wenyewe, basi atafanyiwa kazi haraka ipasavyo na tutapata majibu kwa njia rasmi ya, ya, ya taasisi. Tumeondoka pale, tumefika hapa ofisini, uh, tumemwona mtendaji wa bodi ya ligi <coughs> Almas Kasongo akizungumza na waandishi wa habari na akigusia au akielezea yale ambayo yametokea kwenye kikao kile. Jambo zuri amelifanya lakini kwa masikitiko makubwa ambayo tuko nayo, tulifikiri kama aliamua kuyazungumza yaliyozungumzwa kwenye kikao basi alikuwa na fursa ya kuzungumza yote. Eh, azungumze yote ambayo yalijadiliwa kwenye kikao. Sio unazungumza kidogo, unaacha kidogo. Sasa kwa kuwa alikuwa na fursa ya kuzungumza mengi na ameyaacha nitumie fursa hiyo kuyazungumza yote ambayo yamezungumzwa kwenye kikao. Na hatufanyi hivi kwa lengo la kushindana na mtu, nafanya hivi kwa sababu jambo hili lina interest ya public, lina interest ya umma, na umma hautakiwi kupotoshwa kwenye jambo hili hata kwa bahati mbaya. Kila taarifa ambayo tunakubaliana iende public, basi iende ikiwa imekamilika taarifa isiende nusunusu au nusu. Mtu usichague taarifa kwa sababu inakupendelea wewe au inakufeva ndio uitoe kwa public. Toa taarifa sahihi kama umeamua kutoa taarifa sahihi. Moja katika mambo ambayo uongozi wa klabu ya Young Africans uliyauliza kwenye kikao, na ni swali ambalo wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu wamekuwa wakijiuliza, na sio hao tu pekee, wadau wa mpira wa miguu nchi hii wamekuwa wakijiuliza na sio hao tu pekee hata nyie ndugu zangu waandishi wa habari wa mmekuwa mjuie swali hili na ampati majibu. Swali gani? Ni kuhusu ripoti ya uchunguzi wa mechi ya Kariakoo Dabi iliyopangwa kuchezwa Machi nane. Nini kilitokea hadi ile mechi ikaahirishwa? hatujawahi kupata ripoti, nyiye hamjui ripoti na sisi hatujui hiyo ripoti. Ilikuwa swali la kwanza kuulizwa kwenye kikao. Nikasema, unapokuja kuelezea taarifa ya kikao ni vyema ukaelezea taarifa yote, usibuse nusunusu nusu. Hapa kwenye kwenye ripoti, ndugu zangu waandishi wa habari, ni kweli bodi ya ligi wamekiri ripoti ipo na wanayo ya kilichotokea nane, na afisa mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almasi Kasongo akakiambia kikao, ripoti ile yako mambo ambayo yanawafanya ya washindwe kuisema public ikiwemo kwa mujibu wake ikiwemo katika ripoti hiyo inaonyesha yupo kiongozi mkubwa wa serikali ambaye ndani ya kikao walimtaja alipiga simu, geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi saba. Nashangaa kwenye taarifa yake aliyozungumza na waandishi hajalisema hilo lakini ndani ya kikao wamekiri ripoti iko wazi kwao. Nitumie fursa hii kuwaambia ndugu zangu waandishi wa habari, kuwajuza umma na watanzania kwa ujumla, ripoti ya kilichosababisha machi nane mechi isipigwe ipo tayari, na bodi ya ligi wako nayo, hawajakuwa na utayari wa kuja kuisema kwa sababu zao, na moja ya sababu amesema afisa mtendaji mkuu wa bodi, yupo kiongozi mkubwa wa kiserikali ambaye alizuia geti la Benjamin Mkapa lisifunguliwe siku ya Machi saba. Ko, nitumie fursa hii kumwambia Almasi Kasongo, kumwomba akiwa anazungumza, next time nikipata fursa ya kutana naye, waambie watanzania wanataka kujua ripoti ya Machi nane clean ilivyo, eleza umma upate kufahamu. Umma hautaki kubaki na sintofahamu. Mbali na hilo, tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa ya klabu ya Young Africans. Tuliwasilisha ripoti yetu na tukaeleza matakwa yetu ya klabu ya Young Africans. Ni kweli tumeainisha matakwa haya manne kama mlivyoambiwa na kama mlivyosikia na kusoma, tumepeleka matakwa haya manne, lakini ukweli ambao hamjaambiwa, matakwa haya manne tumeyagawa kwenye fezi mbili kuna matakwa ya muda mfupi na kuna matakwa ya muda mrefu. Tuelewane vizuri ndugu zangu waandishi wa habari, na hii taarifa ni muhimu mkaipata ikiwa imenyooka, ili umma upate kuelewa. Tumeitwa kwenye kikao kwa sababu ya mchezo namba namba 184 mchezo huu ulihairishwa Machi nane, umepangiwa tarehe 15. Klabu ya Yanga imesema haitashiriki huo mchezo na ndio msimamo ambao uliwasilisha kwenye kao mbele ya bodi. Ili tuweze kushiriki mchezo huo, tulikuwa na matakwa yetu mezani na matakwa hayo jumla yalikuwa manne. Katika haya manne, ndugu zangu waandishi wa habari, matatu ni matakwa ambayo tunaamini yakitekelezwa kwa haraka klabu yetu ya Young Africans itakuwa tayari kwenda uwanjani kwa tarehe nyingine tofauti na 15 kwenda kucheza mechi ya Kariakoo. Lakini takwa moja katika hayo manne ni takwa la muda mrefu, sio takwa la leo wala kesho. Kwa hiyo asitokee mtu akawadanganya kwamba klabu ya Yanga imekuja kuomba haya, alafu katika haya kuna mchakato sijui upitie uende wapi, ni uongo. Tumeo matakwa manne na matakwa haya yapo kwenye phase mbili na barua yetu tuliyowasilisha Bodi ya Ligi imejielezea specific kwamba mkitekeleza matakwa haya matatu bungi inapigwa.